Apa lakini umu wezi ukaniambia unaweka barua kwa ajili ya barua za kuingia na na ninategemea ulikuwa hapo ndio, amna amna. Kwa wao angalau hamwezi kuwa na majarada kama kama yale, lakini ninategemea angalau na jarada kama hilo kaaaa

na naweza kaweka barua moja tu ambayo me, me, me. ya Karen, ja, ja, si ya current to... Na kwenye barua hapo ndo kutakuwa na nini? Tunamaliza hapo hatuna. Tunataka barua moja tu ambayo imeandika kwenda kwa msajili au jengo la mashauri au polisi.

manake miofisia msajili wa vyama vya siasa? Eh? Simu namba. Eh? Sasa hivi tuna tunajiboresha, tunataka kuweka na website kabisa. Unapojibu unaona, kwa sababu alitaja

Sio online umeweka umeweka hapa kwenye TV hiyo hiyo mbili, niandae moja ya mawasiliano serikali, alafu ya ah, hiki hiki chama cha siasa mzee, chama cha siasa

unajitahidi kuzingatia una, una, una ku, kama ambavyo tumekuwa tukitoa maelekezo kwenye, kwenye mafunzo. Kitu kingine ambacho unatakiwa ukuzingatie kuchanganya barua mm, kama nakumbuka wakati tunawapa mafunzo kwenye nani, tunasema kujitahidi angalau mm.

Ni bora sasa kama hauna mtu. Haya, alafu nimeona ni hamna nani akupokea barua kitabu kwamba um, barua hiyo ujue, barua hiyo umeipokea lini? Sisi serikalini tunagonga kama tumeipokea kale ngapi?

lakini kama inakuja kwetu, uwezo kuandika RPP hiyo ni ya kwako. RPP, RPP tunaitumia sisi, sio wewe, labda ungeniambia hapa Yani, weena na, maana kwamba unadai kwamba yeah, barua inaenda kwa msajili, lakini watumia u watumia, ebu fungua hata kwenye dodoso h hata kwenye dodoso namba nane, wewe mwaka umeweka mwisho. Hmm, hmm, lakini mwaka unakuwa kabla. Yani, hii hapa ni folio.

Ila wewe ukiona mfano kumbukumbu namba AB labda D, wewe AB kwa, unajua hii ni kwa ajili ya shughuli za nini za polisi, kama naelewa, lakini ukishaandika hapo polisi moja kwa pa moja ni tatizo, au unaandika hapa ni kwa RPP. Hapo unajua za siasa. Kwa hiyo haitakii kuwepo yani, inatakiwa wewe yani, yani utengee Ila sasa umesema hiyo katika utaratibu wa mifumo ya kitawala, ila kisheria sisi kwetu kwenye siasa, kumbukumbu ya barua mnaweka, tusikilizekumbukumbu ya barua ni ya kwangu mimi, ni chama. Yaani kumbukumbu hiyo inanisaidia mimi, sio mtu mwingine yote, sio msajili, sio polisi

hata mtu akiokota mfano labda hii ikawa haipo, naweza kujua kwa msajili. Lakini sisi msajili tunajua, ili ni faida na vyama vya siasa. Lakini sasa ukituuliza sisi ni nini, hatukwambi hatukwambi.

Sasa hiyo inaonyesha location location ya ofisi yenu. Hata mtu akiingia kwenye Google, Google anakuja anaipata. Yaani anaingia kwenye Google anakuja. Anakuja hapa bila kumwelekeza. Kwa hiyo waombe wenye nyumba kama wanayo wakupe. Mimi naomba tupande maeneo ya utawala tukomee hapo.

mtu mahususi au knahusika na fedha, wewe ninamuita kwa ajili ya kutengeneza hesabu za mwisho. Nakenda nazungumzia ni nani ambaye amechaguliwa kwamba ndio mwasibu au mtunza fedha

wameandika hmm. hmm. ndio odit benki taanatemeke matumizi ya kawaida ndio. Sasa hapa ukisoma arobe na tisa tuko wote kati huko, hmm. inasema, je, chama kina akaunti ya benki ambayo fedha za chama zinawekwa au kutumiwa? Tafadhali andika orodha ya akaunti zote za chama. Kwa hapa ina maana mkiziandika orodha akaunti zote hapa, kwenye majibu mmeandika akaunti moja. hmm. hmm ishaakaunti jina la account aina ya account kama ni matumizi ya account kama ni ya ruzuku gharama za account za gharama za uchaguzi. Sasa hapa ameandika account ndogo na kungoja <concurrent> evet, na maana hamna account ya gharama za uchaguzi na siku zote mnashiriki chaguzi benki na tawi iliyopo account

Ndio. Ndio maana kule Zanzibar tulitumia muda mchache tukiwaambia masuala ya yeah, fedha naenda kuuliza wapi kwa <mukumta>, hmm. Sasa nyinyi msiandike details za hapa, si tumeongelea za chama, sio za Dar es Salaam. Basi kwa basi soma soma, akaunti ziko mbili. Hapa hapa Dar es Salaam ni moja na Zanzibar, sasa mtatujazia hii vizuri